Ni yeah. Aham, yeah, yani kusomea ni halafu nisikie. Eh. Ah, ah, yani usiseme. Shik. Ni sabe kwamba. So masikio. Ah, yani usis usisikie. Eh, so. Sasa hii barua, bwana. Inasema kazi ambayo ulipata ile umeshafukuzwa. Kwa sababu ulikuwa utendi kazi vizuri, ulikuwa unahusudia, lakini ufanyi kazi. Alafu pia wanasema mke wako jana nilala guest. Wewe kweli, mimi ndo nasoma hapa, sawa, ila sisikii sasa hapa mwanamke wako alilala guesti, alafu gaza ambayo ulikuwa unaifanya, ile ulikuwa ufanyi vizuri, mbona mke wako, uende kule uende naye, au au aende kule ndo? Hawa nakata siku mbili kule anarudi siku mbili kule anarudi, wewe hapa atakuwa anaku, anakuja tu asubuhi anakupikia chakula jiona naondoka. Itakuwa vizuri sana. Ila sijasikia. Haujasikia? Sijasikia. Hapo sawa. Kwa maana mimi nakupendaje sana. Sijasikia. Wewe umesikia? Aha. Haya. Sio ndugu pia, sio ndugu pia, mimi ndo nafikiri sana. Ah. Poa basi. Mimi ni niende kwanza mahakamani. Ah, poa. Wengine wana matatizo, matatizo